Nam warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza akikisha na bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kuna taarifa nimeipata kuhusiana na uh, huyu dada Mange Kimambi eh, dada Mange Kimambi bana uh, dada wa taifa, anapenda kujiita dada wa taifa eh, kuna jambo limeweza kumkuta na tunaona Instagram mwenyewe wameweza kuifuta akaunti yake. Sasa ni kitu ambacho uh, kimeweza kuwashangaza wengi kwa sababu uh, kwa namna moja ama nyingine eh, kuna jambo ambalo linaonekana halijawekwa bayana uh, lakini ni kwamba akaunti yake hiyo ya Instagram ilikuwa na zaidi ya followers milioni mbili na kwa namna moja ama nyingine eh, kuna vitu walikuwa eh, haviko sawa. Sasa Instagram sio mara ya kwanza kufuta akaunti yake, eh, akaunti yake hiyo E, tunalifungua nyingine kuna ya awali ilifungwa akafungua nyingine then uh, hii wameifunga tena. Sasa kupitia e, peji mbalimbali za wasanii uh, wamelizungumzia hili jambo na moja, kuna, na moja kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba e, kuna sheria ambazo amezikosea e, katika e, upande wa maudhui na vitu kama hivyo, lakini pia kama unavyojua meta e, kuna vitu ambavyo ukifanya na ikionekana kwamba umeenda against na polisi zao, lazima kidogo waweze uh, kufuta akaunti. Lakini pia uh, kufutwa kwa akaunti ya Instagram inatokana na watu wengi kuripoti akaunti yako, unakuta ukifanya makosa kwa ambaye hafahamu hilo ni kwamba kwa mfano ukikuta msanii ikitokea mobi ya watu wakaripoti akaunti ya huyo mtu, lazima akaunti hiyo iweze kufutwa. Kwa hiyo sio wa kwanza kufutiwa akaunti lakini hii inatokana pia na tawatu kulipoti uh, labda kuna makosa labda yafanya. Kwa hiyo hilo jambo lazima liweze kumkuta. Sasa, eh, kupitia mitandaoni wamelizungumzia kuhusiana na jambo, kwa sababu tunaona akiingia tu followers wanakuwa ni wengi sana. Na kumbuka, mara ya mwisho kama sikosisahau vizuri, aliintroduce account yake mpya ndani eh, ya muda mfupi tu kana followers milioni mbili. Sasa unaona kabisa kama ni mtu ambaye ana influence kubwa na anasikilizwa na watu wengi, lakini japo kuna vitu huwa anaendaga against kabisa, anaendaga nje eh, ya mstari. Sasa maoni ya watu wamekuja hapa kuhusiana na eh, kashikashi ambayo imeweza kumkuta, kwa sababu tunaona kipindi cha nyuma alikuwa anatutokeza kwenye mambo ya udaku eh, tunakumbuka eh, kuna wakati alikuwa anatupa za ndani kabisa eh, kuhusiana na wasanii na tunaona alikuwa amejikita zaidi katika uh, kuelezea siri mbalimbali mbali za wasanii na kwa upande huo akaanzisha subscription kwenye upande wake wa Instagram, lakini pia akaanzisha pia app yake ya Mange app. Ehe, lakini, uh, kwa bahati nzuri of course kunapata maukoto na tunaona alijizolea alijizolea maarufu ndani na nje ya Tanzania, lakini pia uh, kwa haraka haraka pesa aliyopata ni zaidi ya milioni mia kwenye udako tu, lakini kabla hajageukia kwenye upande wa siasa. Sasa hii ndio imemkuta leo rasmi, na tunaona ni mafanikio makubwa sana kwa upande mwingine, kwa sababu kuna sio watu ambao watu wanampenda. E, wengi walikuwa wanamchukia e, kutokana na vitu mbalimbali ambavyo kiukweli ilikuwa inaleta kashikashi hapa tao. Sasa uh, nakusomea maoni. E, nadhani utaelewa kitu gani ambacho kinaendelea lakini, pia ndo hiyo, ndo habari ambayo ina trend sasa hivi katika mitandao ya kijamii. Mmoja akasema, alhamdulillah, bora wamefunga e, akasema bora wamefunga kwa sababu alikuwa ni tatizo town, kwa sababu unajua kuna mtu mwingine sipo kuwepo, pia mji unakuwa uko shwari, au sio bana? Kwa sababu kuna vitu vingine vikiwepo, pia vinakuwa vinazuia pia watu wengine pia kupata ugali mwingine anasema kuweka maji kwenye tenga, akasema tuna tutapumua kidogo, yani kwamba hapo e, tunaweza tukapumua kidogo kuhusiana na e, hii taarifa baada ya akaunti kufungwa, na anazekana karudi na akaunti nyingine e, mpaka jukani inachukua muda na saa hizi hawana muda naye tena, watu wamemchukia. E, maana yake kumchukia kama nilivyokueleza hapo. Nani kamchukia? Mmoja kaandika kwamba Uh, anyway yule kaanza kazi. Of course kuna mwanasheria mpya wa serikali of course nampa ongera kwa sababu amefanya kazi nzuri iliyotukuka, na amesema kabisa kwa kazi ya kwanza atakayoifanya ni kuhakikisha kwamba anamnasa uh, Mange Kimambi, ndo kazi yake ya kwanza kabisa. Kwa hiyo kama kazi yake ndo ya kwanza, maana yake ni kwamba hii eh, ni mafanikio makubwa kwenye mambo ya mtandao kwa sababu neno lake moja of course ilikuwa inasababisha ina, ina pia hata, hata jinzi pia eh, kufanya vurugu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni mafanikio makubwa eh, hii ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo alishai kufungiwa mara kadhaa, kwa hii nadhani hii itakuwa ni hatua itakuwa ni, ni, ni ni hatua nzuri. Ah, mwingine akasema kwamba basi bana, akasema anyway ema ndio vizuri, ngoja amke, mtaona moto wake sasa. Ehe, ni wewe. Mwingine akaandika kwamba atafungua nyingine, ngoja amke kukujoa, au sio bwana Fozi nikaulia kwa naipenda sana kuizungumza. Mmoja akasema kuweka maji kwenye tenga kama wamemfungia, maana kipengine labda anaweza kufungua nyingine. Hii imeniumiza sana yani, awamu hii eh, wameifunga kwa nini? Mbona mtafuta yule demo aliye. Mmoja akasema kwamba Alhamdulillah amekoma. Eh, mmoja sema afadhali uh, sema safi sana, afadhali yeah, sema nivone ili tangazo, e, na kabisa kwamba. Yeah. Oh, she is running away. Ah, mmoja kasema kwamba safi kila mtu amejua yule eh, ni mshenzi. Of course. Uh, mmoja akaandika safi sana bora kabisa nimefurahi sana anatuharibia, a uh, wanamsupport saizi wanasema ila Hei, mashosti, eh, mmoja sema ah, hii message uh, anyway, anyway mimi nikaandika kwamba kuna sisi wengine kwenye hii akaunti yake, so muda wa kungojea nyingine. Kwa hiyo of course, yani, kuna wengine pia kumchukia. Kwa hiyo ni habari mbaki, inaonekana kushika vichwa vingi vya habari eh, kutokana na ukubwa wake na uzito wake kama wanavyofahamu Uh, mwingine akasema mpaka sasa ubao unasoma mama tatu Mange e, bila dakika zilizobaki hata kuku hawezi kumeza punje ya mchele e, manake mama anaupiga mwingi sana na anaupiga mwingi sana kwa sababu e, ameshachukua alama tatu na kama unavyojua kwamba bwana aliye juu ni kujua tu na aliye nacho huongezewa mmoja, na uh, sema hii michezo anyway. Uh, mmoja andika safi, nzuri hiyo nachoka e, atarudi ewani kama hilo inafanya mfurahi. Mmekula kwenu, Mungu ni wetu sote. e, washaanza mmoja um, kaandika kwamba safi sana, huyu anatuharibia sana e, yani wengi nikisoma comment hapa nyingine kiukweli, nzuri chuki kama tishio e, sana. E, tishio sana, yani mwanaharakati ambaye ni tishio mmoja anasema muongo huyu, kajifungia anaogopa